wa wailun lil mushrikeen, na adhabu kali itawapata washirikina, wenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala watakutana na adhabu kali siku ya Kiyama. Wailu, kama tulivyoona katika darsa iliyopita, kwamba baadhi ya ulamaa wanasema wailu ni wadi fi nari jahannam, ni shimo liliyopo katika moto

wale ambao wasiotoa zaka, wahum bilakhirati hum kafirun. Wahum bilakhira, na wao ni wenye kupinga siku ya mwisho. Wahum bilakhirati kafirun, na wao ni wenye kupinga siku ya mwisho. Bimaana watu hao ni wenye kupinga kufufuliwa. wahum bilakhirati ai bilbaathi waljazai, watu hao ni wenye kupinga kufufuliwa na malipo. Wanakanusha jambo hilo kwamba hakuna, hakuna siku hiyo, hakuna siku ambayo inaitwa kwamba ni siku ya hesabu, kwamba ipo siku ya kufufuliwa. Watu hawa ni wenye kupinga, wahum bil akhirati hum kafirun, na wao ni wenye kupinga siku ya mwisho. Katika aya hii Allah tabaraka wa taala aliposema, alladhina la yutuna zakata, wale ambao wasiotoa zaka. Hapa kuna tafsiri mbili za wanachuoni, alladhina la yutuna zakata

Kwamba aya hii inakusudia wale ambao wasiotoa zaka ya mali yao, kuwapa watu wanaostahiki zaka hiyo. Kwa maana zaka inayotajwa hapa ni zaka ya mali. Alladhina la yutuna zaka ay la yuaddunaha ila ahliha, kwa maana hawatowi zaka ya mali yao kuwapa wanaostahiki zaka hiyo. Hii ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, alladhina la yuutuna zakata, ay alladhina la yuzakkuna anfusahum bitauhidi, alladhina la yuzakkuna anfusahum bitauhidi, kwamba makusudio ya zaka hapa wanakusudiwa wale ambao la yuzakkuna anfusahum wasio ambao hawazitakasi nafsi zao, wale ambao hawazitakasi nafsi zao kwa maana hawazisafishi nafsi zao, bitauhidi, kwa tauhidi hii ni maana na, na tafsiri ya pili ya aya hii alladhina la yutuna zakata ay la yuzakuna anfusahum, hawazitakasi nafsi zao bitauhidi kwa tauhidi, kwa maana si wenye kuzisafisha nafsi zao kwa tauhidi, wakaacha ushirikina, wakajiepusha na shirki, wakajipamba na tauhidi, wakawa ni wenye kumpwekesha Allah tabaraka wataala katika ibada zake, wakawa ni wenye kumwabudu Allah tabaraka wataala peke yake bila kumshirikisha. Bali watu hao wanakuwa ni wenye kumshirikisha Allah tabaraka wataala. Ha, hii ni tafsiri ya pili katika tafsiri eh, za aya hii, lakini tafsiri iliyokuwa ya sawa inayoendana na maana halisi inayokusudiwa katika aya hii, kama alivyosema Imamu Tabari rahimahullahu ta'ala, kwamba tafsiri ya kwanza ndiyo sahihi, alladhina la yutuna azzakata ay la yuadduna

Anamwambia mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam awatangazie watu wanaoziwia zaka ya mali ambazo wanazikusanya na kuzilimbikiza na hawatowi katika njia ya Allah tabaraka wa taala, anamwambia awatangazie watu hao kwamba siku ya kiyama watakutana na adhabu yenye kuumiza fabashirhum

Vitachukuliwa vipande vya dhahabu na fedha na kutiwa katika moto wa Jahannam na kuwekwa katika moto wa Jahannam mpaka vitakapokuwa vimepata moto inavyotakiwa. Allah tabaraka wa taala anaonesha na, ku, na, ku, na kutubainishia waja wake namna watu wanaoziwia zaka ya mali zao watakavyoadhibiwa kupitia mali zao, kwamba siku ya Kiyama zitachukuliwa dhahabu na fedha, kisha zitawekwa katika moto wa Jahannam. Yauma yuhma alaiha fi nari jahannam, zitachukuliwa dhahabu na fedha na kuwekwa katika moto wa Jahannam. Yani kwa ajili ya kuchemshwa, na itakapokuwa zimepata moto inavyotakiwa, baada ya kuchemka inavyotakiwa, hii dhahabu na fedha itakapokuwa imepata moto inavyotakiwa, fatuku wa biha jibahuhum, kisha watachomwa kwayo, yani kwa hiyo mali yao, dhahabu na fedha fatuku wa biha watachomwa kwayo, jibahuhum, nyuso zao, watachomwa katika sehemu za nyuso zao. Wajunubuhum, na mbavu zao, wadhuhuruhum, na migongo yao. Hizi ni sehemu katika mili watakavyokuwa wakichomwa, yani watakuwa wanaunguzwa katika sehemu maalumu na Allah akataja kwanza watachomwa sehemu gani? Jibahuhum, nyuso zao. Wajunubuhum, sehemu ya pili katika mwili, na mbavu zao, watachomwa katika sehemu za mbavu zao. Wadhuhuruhum, na migongo yao. Kisha wakati wanachomwa wanaambiwa maneno haya hadha ma kanastum li anfusikum, hizi ndio mali zenu mlizokusanya kwa ajili ya nafsi zenu huko duniani. Hadha ma kanastum li anfusikum, hizi ndio mali zenu mlizokusanya kwa ajili ya nafsi zenu, mkazifanyia ubahili, mkawa hamjatoa zaka ya mali hizo. Hadha ma kanastum hizi ndiyo mali mlizozikusanya li anfusikum, kwa ajili ya nafsi zenu, na mkazifanyia ubakhili mkawa hamjatoa zaka yake. Fadhuku ma kuntum taknizun, basi onjeni adhabu. Fadhuku ma kuntum taknizun, basi onjeni adhabu kwa sababu ya mali zenu mlizokusanya mkazifanyia ubahili basi onjeni adhabu yenye kuumiza, kwa sababu ya mali zenu mlizokusanya na mkazifanyia ubahili, mkaacha kuzitolea zaka yani fadhuku ma kanaz, fadhuku ma kuntum taknizun. Kwa maana hadhihi natijatu man'ikum lizaka, haya ndiyo matokeo ya kuziwia kwenu zaka, haya ndiyo matokeo ya kuziwia kwenu ibada ya zaka. Aya hii tunaona namna Allah tabaraka wa taala anavyoonesha hatari na madhara ya watu kukusanya na kulimbikiza mali na kutoitolea zaka, na aya hii imetaja dhahabu na fedha kwa sababu ndio anfasul amwali ndiyo mali zenye thamani, ndiyo maana akazitaja. Ni mali ambayo zinapendwa sana na watu na, na watu, eh, na watu wanaenda mbio kukusanya na kuchuma dhahabu na fedha. Sasa hii mali yenye kupendeka hii ndio Allah akaitaja, lakini haina maana kwamba watu wataadhibiwa kwa kutokutoa zaka ya dhahabu na fedha pekee, la bali na mali zingine kama atakavyokuja kuona katika dalili zingine anazozitaja hapa chini. Lakini aya hii inaonyesha hatari, wa'idun shadid, ahadi ya adhabu kali ambayo itamkuta yule ambaye mwenye kukusanya dhahabu na fedha.

siku ya Kiyama na adhabu yenye kuumiza yauma yuhma alaiha fi nari jahannama. Siku ya Kiyama zitachukuliwa dhahabu na fedha na kuchemshwa katika moto wa jahannam. Fatukuwa biha jibahuhum, kisha baada ya kwisha kuchemka mali hizo watachomwa kwazo. Jibahuhum, nyuso zao wajunubuhum na mbavu zao, wadhuhuruhum na migongo yao. Hadha ma kanaztum li anfusikum, huku wakiambiwa kwamba hizi ndio mali zenu mlizo zikusanya kwa ajili ya nafsi zenu, kisha mkazifanyia ubakhili, mkaacha kutoa zaka yake. Fadhuku ma kuntum taknizun, basi onjeni adhabu kali kwa sababu ya mali zenu mlizozikusanya na mkazifanyia ubahili mkaacha kutoa zaka yake. Kwa haya ndiyo malipo yenu. Maulamaa katika kutafsiri aya hii rahmatullahi taala alayhim wakasema kwa nini Allah tabaraka wa taala ametaja baadhi ya viungo kwamba watu hawa katika kuadhibiwa siku ya kiyama watakuwa wakichomwa baadhi ya sehemu ya miili yao kupitia mali zao hizo hizo, yani mtu yuadhibiwa kwa mali yake, yani mali yake inamwadhibu. Kwa nini Allah akataja nyuso na kwamba wataadhibiwa sehemu za mbavu, kadhalika na migongo? Limadha, wanasema lianna mani az-zakati, hikma ya Allah katika hikma ya Allah kutaja hivyo viungu ni kwa sababu mwenye kuziwia zaka siku zote, imma ayaisha, wanasema asiyetoa wa zaka anakuwa katika hali zifuatazo: imma

Allah tabaraka wa taala kutaja hivi viungo ni kwa sababu mwenye kuwacha kutoa zaka, imma an yaabasa fi wajhi lfakiri, huenda mtu huyo akawa ni mwenye kuukunja uso wake anapomuona fakiri, anapomwona maskini fakiri yuko mbele yake ima anamuomba anamuomba zaka au anampatia zaka lakini wakati anampa ile zaka, anampa ile hali ameukunja uso wake, anampa ile hali ameukunja uso wake. Sawa sawa, hii ni katika maana ya maelezo ya wanachuoni kwamba mtu katika kuiziwia zaka ima ni kile kitendo cha, cha yeye kukunja uso wake anapokuwa amemuona fakiri, yani hataki kumwona yani kama vile akimwona tu mtu masikini anahisi anakuja kumwomba kumwomba katika, katika mali yake, kwa anakuwa ni mwenye kukasirika na kuonesha hasira katika uso wake, anakunja uso wake, kwa ndio maana ataadhibiwa kwanza kabisa uso wake, kwa sababu alivyokuwa akiukunja uso wake anapomuona nani maskini, na kuchukulia kwamba maskini huyo anataka kunichukulia pesa zangu. Wa imma an yutiyahu janbahu, au anaweza akaziwia zaka, asimpe fakiri, asimpe maskini ambaye ndo anastahiki kupewa zaka hiyo akaziwia kumpa zaka hiyo kwa, kum, kwa, kugeuka, kwa kugeuka ubavu ubavu. Yani mwenye mali akawa hataki kumpa fakiri au masikini zaka, akimuona tu masikini anageuka hivi anampa ubavu anampa ubavu, yani kana kwamba yani kama vile hajamuona kama vile hajamuona, iradha minhu, kwa kitendo cha, cha kumpuuza, yana na anafanya hivyo kwa kumpuuza huyo masikini. Nakuona huyo yani, akishaniona tu basi anakuja kuniomba, yana na anachukulia hivyo kwamba akimuona masikini anakuja, anakuja kufanyaje? Kumuomba katika mali yake, kwayo anageuka hivyo, anampa ubavu. Kwayo ataadhibiwa sehemu yake ya ubavu, kwa sababu ya kitendo alichokuwa akikifanya akiwaona masikini anageuka ana, ana, ana, ana, ana. Hii ni maana ya pili. Wa imma ayuwalliyahu dhaharahu, au anaziwiya zaka, hampi maskini au fakiri au wengineo wanaostahili kupewa zaka, anapowaona tu anawapa migongo. Wa imma ayuwalliyahu dhaharahu, au akampa mgongo E, fakiri masikini anapomuona anampa mgongo masikini. Bi maana akishamuona tu anageuka, hataki aendelee kum, kumtazama masikini, kwa sababu anaona kama vile anatia huruma e, anaona atamuomba. Kwa hiyo anageuka moja kwa moja, anampotezea kama vile hajamuona, yaani hata kama anamwita, anaweza kawa anamwita yule masikini, anamwita, ana shida naye, haja hajamsaidii Yani anajifanya kama vile hajasikia, yani kama vile kwenye masikio ameweka pamba, huyo anaondoka kwa kwa kitendo anachokifanya. Huyu ndiyo maana ataadhibiwa sehemu zake hizi za mwili. Hii ndiyo maana Allah tabaraka wataala akasema, fatuku wa biha jibahohom wa junubohum wadhuhuruhum. Wataadhibiwa katika hivyo viungo kwa sababu hizo kwa sababu ya kukunja sura zao, sura zao wanapowaona masikini kwa sababu tu hawataki kuwasaidia au kitendo cha wao kuwapa migongo na kugeuka na kuwapa kugeuka ubavu ubavu kwa lengo la kuta la kutaka kujificha ili wasiwatazame hao masakini kwa haya ni maelezo ya ahlul ilmi katika kufafanua hikma katika hikma za Allah tabaraka wataala na maana inayokusudiwa na Allah tabaraka wataala kuwachoma na kuwaadhibu waja wake katika viungo vyao hivi vilivyotajwa.